Narejea humu nchini nawapata viongozi kutoka maeneo ya Ukambani wakiongozwa na kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka, amedokeza kuwa ni sharti waathiriwa wa mkasa wa Thange kufidiwa kabla ya ubinafsishaji wa shirika la usafirishaji wa mafuta, wakisema kuwa fidia na haki za waathiriwa hawa zimechukua muda mrefu sana, huku wakazi wa maeneo haya wakipata matatizo ya kiafya. Taarifa ile kutoka maeneo ya Makweni tumepewa na kuandaliwa naye Mary Kyalo. Pendekezo la Rais William Ruto la kubinafsisha baadhi ya mali ya umma ikiwemo shirika la usafirishaji wa mafuta nchini Kenya Pipeline limeendelea kupingwa na viongozi nchini wa hivi punde wakiwa viongozi kutoka eneo la Ukambani. Wakiongozwa na kinara wa chama cha Wiper Party Front Kalonzo Musyoka ambaye amedai kuwa iwapo shirika hili litabinafsishwa basi waathiriwa wa umwagikaji wa mafuta wa Thange watasalia bila kupata haki yao, Kalonzo akishinikiza kuwa shirika hili ni la muhimu kwa Wakenya, hivyo alipaswi kuuzwa wala kubinafsishwa. Ya nini kuuza profit making parastatal hii ni mali ya watu wa Kenya. Hii sio mali ya William Ruto. Yeah. Na serikali yake. Any person below, uh, beyond 2.5 has never received justice. Hapa. Na this pollution is as gone on and is continuous. In continuous in fact, leader kama what they say walifunga hapa hapa kilomita 0 It's true. Gavana wa kaunti ya Makueni Mutula Kilonzo Junior ameinyoshea serikali kidole cha lawama akisema kuwa ni uzembe kwa upande wao kwani sasa imetemia miaka takriban kumi tangu tukio hilo. 2018, NEMA waliandika report ya kusema mto wa Thange is clean. Waliandika barua hapa 2025, kusema hakuna mtu aliathirika na mafuta ya Thange. Kwa upande wake, Seneta wa Makueni Daniel Maanzo ameitaka serikali kushughulikia waathiriwa hawa na mazingira ambayo bomba hili lilipasuka kwani maisha ya wakazi wa maeneo hayo yameendelea kuhatarishwa, Maanzo akisema kuwa tayari wameenda kotini kuhakikisha kwa KPC haitobinafsishwa kabla ya haki kupatikana. Wale watu wa excellence tumemanage kupimisha kwa madaktari, Gavana akiwa mimi na wakili mwingine ni watu ambao wawezifika elfu nne kwa hivyo, ndio unasikia wananchi wakisema sasa tuwezi ngoja kupima hao watu wote 19000 lazima kesi iendelee, hao watu wote kila mtu apate haki yake. <coughs> Na mpaka sasa tumeenda kotini kuhakikisha hii pipeline haijauzwa mpaka sisi tulipe pesa yetu. Mary Kyalo, Undugu TV.